Sasa, hakuna hakuna watu wanakabiliki. Sio kama tumefunga Singida goli nne tumefunga, nafikiri kweli kwa mataifa, sio sio kusema eti tunaenda kuleta mchezo. Bado na kwanza tunakwenda kwenye timu serious. Hatukucheza vizuri sana wala hatukucheza vibaya sana, lakini cha lazima tukifanye. Najua kwanza mpira game zifanani, kucheza leo hivi kucheza timu kesho haifanani. Alafu walijua kama nguvu ya Simba ni katikati, lazima tutembeze mpira wakati kila mtu

aliona na mechi zimechezo, anaona wapi tuko na upungufu, anaona wapi e nguvu yake yanakuja nayo, analeta mtindo misnaka. Ni matatizo umeshasikia? Hii ni kawaida, ni lazima. Sasa wachezaji wazoee, watazoea. Tunaenda michuano mikubwa ya kimataifa, sifikiri tutende. Unatza kwa difenda watatuaskani maski saa ingine ye aliwaza hivyo, lakini siwezi kumjibia. Nafikiria kama kila mwalimu anakuwa na yale mambo yanapenda, umeshasikia? mimi sioni kama ni matatizo. Lakini yeye anapenda, mimi napakiana nayo, siwezi kukwambia. Yaani kwa sababu nimepewa kuyaona

tunafunga na tannakufunga ta, samak inaanzia nyuma inakwenda mbele. Tumeikaa sawa, lakini haijawa sawa kama vile mtu anataka, na michuano yenye iko bora zaidi mtu akicheza. Lakini kutegemea nimefunga Maji Maji, lazima uende umejipanga zaidi kushinda kushinda sana. mechi mechi mechi ya ya <laughs> pili pili kucheza kucheza vibaya vibaya vibaya vibaya toka <sir>. Tumeangalia kwanza, ilikuwa nyumbani na hiyo hiyo kwa kitu kama hicho mechi ya jumbe, tukifunga moja bila nyumbani, tukicheza ovyo kabisa, na tunakwenda kufunga gori nne tukicheza ovyo kabisa, kwa sababu kitu hicho cha kuzungumza kwamba game ilikuwa iko wazi, na tukifunga gori nne tunakubali matokeo. Kikubwa anachoweza kusema kwamba tulifeli kwenye tactical discipline, wachezaji walikuwa wamefeli, hata sijui kwa sababu, ndio maana nashindwa kuieleza sababu, ndio kama nilisema mwanzo, hatujawahi kucheza mechi vibaya kama hii.